Haongei, ni kama ngombe tu. Imagine nimesumbuka na yeye hapa, nimesumbuka na yeye simu. Ita daktari. Maasai Lenana Lokoboko, uh, mtu mkumbovu. Unajua, uh, kiti ya kwanza, kiti ya kwanza nandanga kuahimiza kwamba jamani, kabla ujafanya chochote katika mutandao, akikisha kwamba umeingia pale kwa channel ya Maasai Lenana Lokoboko, amani dunga pale, cheza na kengele hapo, dunga kengele, alafu hakikisha kwamba comment, comment ni kiti ya mana. Ambia Masai, yeah. Nataka ufanye na, na panga maneno na namna hivi eh. Tunataka tufanye hivi hasa, hapo ndio sasa mnafanya masai anachangamka na anaoleta ile kitu hapo mnahitaji najua. ah, nimepotea sana jamani ah, nimepotea sana eh, nimekuwa mgonjwa kudogo, lakini nashukuru Mungu naendelea kurecover ah, nimekuwa mtaifu sana, lakini nashukuru Mungu kwamba Uh, sahii mnaponiangalia kilisi na rendela kurudisha afya kudogo, mbona mnashangaa? Masa alienda wapi? Miana alienda wapi? Mama Miana alienda wapi? Uh, the last episode kwa mfa tuliacha kama Mama Miana amekamatwa. Hey, Mama Miana alikuwa amekamatwa kwa ndani, na jana alinipigia simu, lakini hata kama nilikuwa mrefu kidogo, lakini nikasema nitajikasa kulingana na uwezo wangu kwamba ningeza kufika niona namna gani. Uh, Baba Miana alinipigia simu. Baba Miana alitwanga mutambo akaniambia, tafadhali Masai na kuhitaji sana ukuje, ile mambo hii mama maa amefanyiwa si mambo ya kawaida, si mambo unaweza explain kwa watu. Hapa nikasema wacha nikimbie, wacha nikimbie ndio nione, kwamba nione Baba Miana labda nini mafanyika. Na nikakwambia ile siku kwamba mama Miana alitwanga daktari na na nikasema nilinua mikono nikiambia, mama Miana, jamani, wacha kutwanga daktari. Nikamwambia mara ya pili, wacha kutwanga daktari, akatwanga daktari. Sasa wakati mama Miana amekuwa kwa, kwa polisi pale, kumbe daktari alikuwa ameshafanya mambo yake. Mstaki kujua ile kitu mbaya mama Miana amefanyiwa. Sasa tumekuja kwa kina Miana, tunataka twende pale kwa nyumba. Sisi wote tushuhudie, tuone a uh, mama Miana amefanyiwa aje na daktari. Sasa uh, my director kuja, eh kuja twenda kwa nyumba hapa mama Miana akawa mnatupagia motambo hapo tuone namna gani, eh eh, Masai. Eh, karibu karibu Masai, umefanya vizuri sana kuja. Yeah, welcome welcome. Hebu angalia sasa ile shida niko nayo hapa Masai, angalia ile shida niko hapa nayo. Eh, huyu na kwani huyu, eh, huyu amekua shida kwangu sasa. mm. Yeah. Imagine watoto hata wamemletea hizi nyasi ya kule. Kwa sababu atakikula chakula mpaka kula nyasi. Hataki, ataki mm-hmm. Hata mm -hmm. Amenisumbua sana mimi hata nashindwa. mm-hmm. Hata polisi wenyewe wamemfukuza wame mm -hmm. Yeah. Mimi hata sitatoa kitu. Polisi wenyewe wamemfukuza. Eh? Eh? Sasa hii ni shida gani? Si kwa nini unje kuja na daktari? Sasa unajua ile kitu iliyopo ni kwamba nilikuwa nataka kwanza nikuje mwenyewe sababu sasa nakuambia daktari alikasirika. Sasa ongea hata kunywa hata maji kwanza. Wewe Masai ebu ita ebu daktari. Mwite. Mm. Hmm? Angamka kwanza, yeah? Ma, an, an, mm. Mm. Ah mtu ah. Yeah. Haongei, ni kama ng'ombe tu, mm. Imagine, nimesumbuka na yeye hapa nimesumbuka na yeye, mm. Uh, daktari, mm. Ita daktari. Ita daktari. Ita daktari. Ita daktari. Hebu imagine ah, nime sasa, sasa kwa nini huja huja ita daktari? Unajua sasa ile kitu utafanya. Unajua singekuja singekuja, yeah. singekuja na daktari kwanza, yeah. nilikuwa nataka kwanza, bwana nikuja, nishuhudie naona kwanza, yeah. kwa commander aje, unajua kweli mimi ah, nilikuwa na yeye siku nikikwambia kwamba mm. nilikataza mama nikamwambia, yeah. unaweza fanya kula kitu mm. unaweza fanya kula kitu lakini mambo na daktari waachana, usikuse daktari. Hiyo ndio kitu nilikuwa naambia hiyo siku. Sasa kunywa maji, ndio hiyo ndio hiyo kichwa Uyu, uyu, ibu ita daktari. Tafadhali masai. Ma, masai, ita daktari. Sasa hii masigaombwe ni mingi kuliko ya kitambo, afadhali ile alikuwa amefanya before. Eh? Hii masigaombwe ni mbaya. Hii masigaombwe eh, ni mbaya. Ina nimiza. Sasa haina tatizo baba. Ile kitu tunafanya ndio daktari So unajua daktari, unajua jamani, mimi nilikuwa na welesa jamani. Eh, huyo daktari moto na mamojua. hey, saidi ya mm. tumekaa muda sana mm. yeah, hey, na hey, mpo, kwa, kutoka mpaka kudogo uh-huh. na, mm. kwa kweli nayo hii imekuwa too much ah, huyo daktari imagine hata watu wa kijiji wote wanaongea eh? mambo wa hmm? ah, mambo ya hii nyumba hii boma imekuwa imekuwa shida shida. Sasa huyu ile unajua mambo ametuletea, hebu kunywa maji kichwa. Maji. Unajua hii mambo imenisumbua sana. Hebu pigia Masai. Hebu pigia Masai. Hebu pigia huyo daktari. Hebu mpige. Hebu mpige. Hebu mpigie Masai. Sasa hii ni mambo gani sasa mmeniletea kwa hii nyumba? Ni mambo gani mmeniletea kwa hii nyumba? Naambiana hata sijui yako wapi. Eh? Kichwa i kichwa ni mzito. Nitoe nguo, wachani nitoe nguo. Sasa tufanye aje? Tutafanyaje? hmm? Oh. Uh, sasa kwa kweli mimi najaribu mali naweza kwa uh, kweli ilishindikana sababu daktari mambo ulifanya. Ile kitu utafanya. una unajua kuna labda kuna mahali hmm. Labda kwa job mahali, lakini mimi kitu najua akishapata simu yangu lazima atatwanga mimi pateautaut eu Yeah, yeah. Ilikujaja uh, mm. mm. Hii mambo ama imekuwa si ni watoto anaitisha, ana, ana, ana wanamletea mm. Yeah. Waneiba watoto, waneiba ndio wamemletea kwa sababu anasikia huruma. Lakini kwa hii kijiji hakuna mtu anataka kuongea na sisi. Tufanya aje? Ebu pigia daktari Masai. Pia daktari, pia daktari. Daktari sasa anajenga ama analia. Sasa sijui sasa mimi mimi hata hata nimekuwa confused. The hmm? The situation is becoming worse. Hmm? The situation is is becoming becoming worse. worse. Mtu anaweza fanya aje? Ikifika ni hapa na hata daktari hakuna hakuna, ama, ama, ama ananitumia message ii <laughs> ama <laughs> amesema anampatie... <laughs> Pamadakika hmm. uh, <laughs> hmm. Hey, tan tafadhali, tafadhali, tafadhali. <laughs> Sasa unajua hii situation huwezi ukapeleka kwa daktari wa kawaida, hmm. Sasa hii mambo ni hii mambo ya daktari na huyo daktari niliona sio mtu mzuri kamiana, yeah? Ah, kama unaona sasa kama kuna mtu kwenye anasikia sana moto sana. Unajua leo, unajua mnashangaa leo yangu iko chini ni vile nimekuwa mgonjwa sana kwa tangu last week. Eh, nimekuwa mgonjwa sana. Lakini sasa hivi nashukuru Mungu na recover. Eh, hebu imagine mtu kazi ni hii kuondolea mtu mtu nyasi. Hmm. Hey. <tapuwa> Hey. Hey. Hii ni kazi mbaya sana Masai. Masai na wewe wewe